pamoja na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nachukua dakika hizi chache kuzungumzia hali inayompata mwanadamu. Hakika mwanadamu anapokuwa hai huwa ni mwenye kupata mitihani na pili

huwa ana misiba miwili inayompata yeye maiti. Almusibatu alula, msiba wa kwanza annahu yatruka malahu kulla. Huyu mwana adamu anapokufa, anapokuwa yeye ni maiti, msiba wake wa kwanza ni kule kwamba anawacha mali zake zote ambazo kwamba alizokuwa nazo duniani. wal musibatu thaniya ama msiba wa pili, annahu yus'al an malihi kullihi, huwa anaulizwa juu ya mali zake zote, alizipata vipi? Alizichuma vipi? Alizitumia vipi? Hii ndiyo misiba miwili ambayo kwamba inayompata mwanadamu pindi anapokuwa yeye ni maiti masikitiko yake makubwa ni kule kuwacha mali zake na ni kule kwenda kuulizwa juu ya mali zake. atadri madha yakulu lahu laka indamatulad hivi unafahamu, anachokuuliza Mwenyezi Mungu pindi wewe unapozaliwa? thumma madha takulu laka llahu indama tamut je, unafahamu ni yapi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu atakuuliza wakati unapokufa? indama tulad watakhuruju min rahma ummik, pindi wewe mwana adamu unapozaliwa ikawa umetoka ndani ya kifuko cha uzazi cha mama yako. Yasiru lahu laka bihadhihi lkalima, Mwenyezi Mungu huwa anakuelezea haya maneno, yakulu laka ya abdi Mwenyezi Mungu anakuambia, ewe mja wangu, lakad akhrajtuka min aduniya, tumekutoa wewe sasa tumekuleta katika dunia. Akhrajtuka min rahima ummik, tumekutoa ndani ya kifuko cha kizazi cha mama yako, ila dunia, tukakuleta ndani ya dunia, taqiyan nadhifan naqiyan tumekuleta duniani ukiwa wewe ni msafi, ukiwa wewe ni mcha Mungu, ni mwenye hofu ya kufanya maasia. Na tunakuleta wewe duniani ukiwa hauna doa, hauna dosari hata moja. Fala tughayir amanati Allah. Subhanahu wa taala anakwambia unapozaliwa, basi usije ukaibadilisha amana hii ambayo kwamba ni ya Mwenyezi Mungu, amana ya kumwogopa Mwenyezi Mungu, amana ya kumtii Mwenyezi Mungu, amana ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, amana ya kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu, amana ya kuwa wewe utakwasiye mwenye kudhulumu, amana kwamba wewe hutakuwa wewe ni mrongo, amana ya kutii yale yote ambayo kwamba amekuamrisha Mwenyezi Mungu. Baada ya mwanadamu kuishi duniani, basi pindi atakapokuwa anapelekwa katika naashik katika sehemu yako ya kuondoka katika nyumba yako sasa ambayo kwamba utakwenda kulala, tunamaanisha ukenda kuwekwa ndani ya mwanandani, yakulu lahu lak, Mwenyezi Mungu. Tena pale tena anakuuliza kama alivyokuuliza ulipokuwa ukitoka, ulipotoka ndani ya kifuko cha kizazi cha mama yako. Sasa wakati ya kutoka katika kizazi cha mama yako uliulizwa maswali na Mwenyezi Mungu. Wakati wa kuondoka unakwenda katika kifuko kingine cha mwanandani. Pale unaulizwa ya Ibn Adam, e mwana Adamu, lakad akhrajtu min ad-dunya bi kulli dhunub alam tastur wasiyati? E mwana Adamu, tulipokuleta duniani ulikuwa hauna dhambi wewe. Ulikuwa hauna jeuri, ulikuwa hauna kiburi, ulikuwa ni muoga, ulikuwa ni mwenye kutii, ulikuwa wewe ni msafi. Sasa tunakutoa katika dunia, je, uliweza kustiri usia ambao kwamba nilikupa ulipotoka ndani ya kifuko cha mama yako? Atadri, je unajua atadri, madha yakulu laka atadri, madha yakulu laka alkabru, je, unajua kaburi itakwambia nini? Indama turda fi wakati, utakapowekwa ndani ya kaburi yakulu laka alkabr, kaburi takwambia wewe mwanadamu, ya ibn adam ajma'at dunya am dunya jama'at. Je, ni wewe kwa muda ambao kwamba tulikuacha ukae duniani ulikusanya dunia, ama ni dunia dunia, ama dunia ilikukusanya taratibu taratibu mpaka ikakumaliza

sasa ndio wewe umekuja ndani ya mwana ndani ya ibn Adam, lakad kharajtu min at-turabi waudtu ila at-turab. Ewe mwanaadamu, tulikutoa wewe kutoka katika udongo na sasa tumekuregesha katika madongo. Tumekutoa, tulikuumba ama ulioumbwa kutokana na, na udongo na sasa leo tena umerudi ndani ya madongo, kharajta min turabi bila dhambi, tulikutoa mara ya kwanza mwana adamu katika hii au katika huu udongo ukiwa hauna dhambi, wakulluka, na sasa wa utu ila turabi wa kulluka dhunubin, na sasa umerudi katika haya madongo ukiwa na madhambi umeyajaza, atadri madha yakulu laka alwahid alkahar, ivyo mwanadamu unafahamu ni yapi Mwenyezi Mungu anayokuelezea? indama yati alaika laila la awala maratan fi kabrik, wakati ndiyo usiku wa kwanza watu wamekuzika, watu wamekuweka kaburini, ndiyo usiku wa kwanza. awala laila fi kabrik, usiku wa kwanza ambao komba uko ndani ya kaburi yako. atadri madha yakulu lak. Je, unafahamu ni nini utakachokuwa unaulizwa wewe, wakati usiku umeshaingia. Wakad faraktu naumu ala sariri litanamu ala turab, wakati we mwana adamu uliwacha kitanda chako kizuri, godoro lako pana, blanketi nzuri, mke mzuri, watoto wazuri, ukawacha kitanda chako, litanamu ala turab sasa umekuja kulala juu ya udongo, wataraktu zawjak walaulad litanamu wahidan farida. Umemwacha mke wako, umeacha mali yako, umeacha watoto wako, umeacha majumba yako mazuri. Ewe mja Mwenyezi Mungu, umekuja kulala katika haya madongo, yaqulu laka wahid lkahar, atakueleza Mwenyezi Mungu Abidi ewe mja wangu, rajauu, wamesharejea watoto wako, wamekuja wamekufinika kwenye madongo watarakuka fiturabi na wakakuwacha katika mchanga wa fiturabi dafanuka na katika hayo madongo wameshakusha kukufikia. Hakuna kitakachoweza kukusaidia wewe mwanadamu, si mali yako, si watoto wako, si jamaa zako isipokuwa ni amali yako utakayoitenda katika dunia. Yabna adam, awe mwanaadamu, usika na kuhusia wewe wa nafsi mudhniban, na nafsi yangu yenye madhambi, turudini kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, tufanye tauba tan nasuha, tufanye tauba iki kweli kweli, tuweze kushikamana na ibada, tuwache ujeuri, tuwache kibri. Ama huu muda ambao kwamba tunao hapa duniani ni muda mfupi sana wa kupita, ndugu zangu Waislamu, ni muda mfupi sana. Ni wangapi wangapi tulikuwa nao leo na hawapo? Ni wangapi wangapi ambao kwamba walikuwa na viburi leo hii hawapo, walikwenda, washakwenda, wanasubiri hesabu ya yaumal qiyama. Je, naiulize nafsi yangu na kuomba na wewe ndugu yangu, iulize nafsi yako, umejiandalia nini kwa sababu ya kesho? Nikimalizia darsa yangu hii fupi, ustadh wangu mmoja alitwambia kwamba akitamka maneno haya, tarkab farasan ma rakibta wala tarkab mithla abada, itafika siku wewe mwanaadamu utaipanda farasi haukuwahi kuiwazia kuipanda na wala hautoipanda mara mbili. Hiyo farasi ndugu yangu Muislamu ni jeneza. Hakuna kati yangu wala wewe ambaye kwamba ushakwenda ukajipima kama utafiti kama utatoshea ndani ya jeneza. Jeneza ndiyo farasi, haipandwi mara mbili. Ndugu zangu Waislamu, ndiyo farasi isiyokwama, hupandwa mara moja na hakuna yeyote katika sisi wanaadamu ambaye kwamba ashawahi kujipima kama atatoshea ndani ya hiyo farasi. Ikifika muda wako, umejipanga vipi kuipanda hiyo farasi? Fikiria, waza ndugu yangu Muislam, wazua. Turudini kwa Allah subhanahu wa taala, tutii awamir za Mwenyezi Mungu, tutii sunna za Bwana mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuwapende ndugu zetu wa Islamu kama tunavyojipenda sisi, tuwahurumie wajane, tuwahurumie mayatima, tuwahurumie vilema, tuwahurumie wasiojiweza, na tutaweza kufaulu fi ddunya walakhira. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum.